iza uh, siku ishirini zilizopita tulizindua rasmi uh, kampeni yetu ya Safari Cup na mpaka sasa hivi tumesonga mbele, tumeshaanza bonanza zetu za kutafuta vipaji vya soka tumeshafanya bonanza ya kwanza pale mjini Mbeya ambapo tulipata timu kama 24 hivi zilizojitokeza na ziliweza uh, kufanya kuonyesha talenti zao. Uh, na pia pale tuliweza kuwa na kocha wetu Sekilojo ambaye alikuwa anaangalia kwa ukaribu kabisa kuona talenti mbalimbali, na kwa kweli tulipata mwitikio mzuri, tuliona watu wengi walijitokeza, unaonyesha kabisa kwamba kuna talenti nyingi ambazo zinatafuta nafasi kama hizi za kuonyesha vipaji vyao na Jumamosi hii inayokuja tunaelekea Mwanza, pale tutakuwa Nyamagana. Uh, tutaweza kufanya bonanza nyingine. Kwa hiyo niwaambie wakazi wa Mwanza wajitokeze kwa wingi, wenye vipaji waendelee kujiandikisha, bado nafasi ziko japo ni chache. Waendelee kuleta timu zao wajiandikishe, watokeze kwa wingi, waje kuonyesha vipaji vyao. Pale jana tulichagua wachezaji ishirini na mbili ambao walikuwa bora katika mikoa yote tuliotembelea, walikaa kambini na tulifurahi kuona kwamba nane kati ya wale vijana wameshaingia katika timu mbalimbali mbali. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana, maanake tumefungua njia ya wao kuanza kuingia kwenye vipaji vya mpira kwa hiyo kutokana naona na mafanikio ambayo tumeyapata mpaka sasa hivi, kwa kweli mwitikio Mbeya ulikuwa mzuri sana, timu zilijitokeza kwa wingi, walicheza kwa, kwa umaridadi kabisa. Naamini tutaweza kuibua pia talent kutoka mjini tulokuepo. Asante, asante. It's been one that we've been working on for quite some time, one that we've really dreamt about, um, as a brand, uh, as Safari Lager, and I think I'm very proud to announce um, okay.

Uh, wa vijana ambao they can follow uh, his path uh, coming from you so started it uh, na eh, Moro Moro no. eh. Azam, Azam, Akademi, Mohoro, Moro Moro eh nimeanzia, nimeanzia Azam, Academy Young then going to Jadida yeah, Jadida uh, yeah. Casablanca, Algeria. Sasa hapo nikaenda Saudi Arabia, Arabia Kadisia, Saudi Arabia pia Saudi Najma. Arabia katoka hapo ndio niko Iraki. Nitanguliza Mwenyezi Mungu, lakini pia ningependa kuwashukuru waandishi wa habari ambao ni watanzania wenzangu, tunaelewana Kiswahili nikiongea, na pia ningependa kutanguliza shukrani kwa wafanya kazi pia wa timu wameweza wame kuniamini na kunipa hii opportunity kwetu hapa. Kwa hiyo mimi kwa, nipo kurepresent wachezaji wenzangu lakini pia ni furaha kwangu na ni furaha kwangu na ni furaha pia kwa familia yangu, hicho ndio kikubwa. Okay thank you, Simon. Uh, you said that it's a pleasure to him for being chosen and now guys let's go for contract signing between Simon and Msuva and Safari

<tipi> Uh, watambulizi ambao wamezungumza mwanzoni wamesema, uh, niseme tu kwamba uh, TBL hii ni mara ya pili sasa wanafanya uh, tukio hili, uh, kwa maana ya mashindano haya uh, ambayo uh, yalianza katika mwaka uliopita na kuanzia mwaka uliopita TFF tumekuwa tukishirikiana nao uh, bega kwa bega uh, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Uh, lakini hata wakati huo pia waligonga hodi TFF uh, kuhusiana na shindano la mwaka huu, na kiukweli tumeshirikiana nao vizuri pamoja uh, na mikoa ambayo wameitaja Uh, maana yake TFF uh, wale ni wanachama wetu bdanao, mbajo, idia, basobabu. Kwa hiyo tulizungumza nao namna ambavyo tunaweza kuendelea kuwasaidia kwa sababu wamekuja na jambo zuri, jambo jema eh, la kuweza kuendeleza vipaji kuanzia eh, miaka kumi na nane mpaka ishirini na nne. Kwa hiyo kwetu sisi jambo lolote ambalo linahusiana na mpira wa miguu ambayo ni jambo jema, basi siku zote tumekuwa tunajiunga mkono. Kwa hiyo tunawaunga mkono uh, Safari Laga kwa hiki ambacho wamekuja nacho, kwa sababu tunaamini kwamba uh, wapo vijana wengi ambao wanapatikana katika maeneo mbalimbali uh, kwa hiyo kwenye platform hii ya Safari Laga manake ni kwamba wanaweza kupata nafasi ya kuweza kupiga hatua kama ambavyo uh, taarifa zilivyo kwamba katika mwaka uliopita kuna vijana ambao wamepata timu mbalimbali, lakini kupitia uh, kwenye shindano hilo uh, la safari raga kwa mabingwa hao. Kwa hiyo maanake ni kwamba tunaamini kwa kadri ambavyo uh, shindano hili litaendelea, basi maanake ni kwamba tutaendelea kupata vijana wengi zaidi. Kwa hiyo TFF, uh, tutaendelea kushirikiana na mwingine yoyote ambaye anania njema na mpira wa miguu. Mwisho niwapongeza safari lake kwamba nilipokuja mwanzoni, pengine uh, kuna mwingine aliwaza ali kwamba ingekuwa mwisho uh, ule mwaka uliopita lakini mwaka huu mmekuja tena, mmekuja kwa style tofauti. Uh, tunashukuru pia mmeanza kuwahusisha wachezaji ambao, uh, ni kioo kwa wengine, kwa sababu unapomuona Msuva ambaye yuko kwenye level ya national team lakini anacheza nje pia lakini mafanikio ambayo ameyapitia manake, ni kwamba na skauti ambaye atawapa kitu ambacho anakijua zaidi, lakini pia tunashirikiana na maskauti wengine ambao sema kweli wamekuwa ni sehemu nzuri ya kuendeleza vijana. Kwa hiyo ongereni sana safari raga, na bila shaka hatutaishia karibu, bila shaka tutapiga hatua zaidi na kuweza kusaidia kuengelezaa. Asante sana.